Uko na majeruhi watano katika hospitali zetu, watatu wako huko Baragoi, lakini wote wanaendelea vizuri, wako na majeraha, lakini they are all stable. Pia kulikuwa na mmoja ambaye wakati anasafirishwa mara alipata kuaga, so kwa jumla ni walikuwa sita, watatu wako Baragoi, wawili wako hapa County Referral Hospital, na mmoja aliaga njiani market si kupata kitu, nikaenda slaughter masi slaughter kibangadhini, lakini si kupata kitu. Wizi imesumbua sisi sana hapa Kabumbu, kwa ng'ombe zinaibiwa, niliibiwa ng'ombe tatu na ng'ombe hata nimebaki na nayu ndama. Kuamkia asubuhi ya leo, kuna mifugo ambayo iliripotiwa kuibiwa uh, area ya Changanga, na hizo mifugo zilikuwa tatu, zikapatikana area ya Mithini. Na wakati zilipatikana, zilipatikana zikiwa katikati ya ng'ombe zingine kumi na nane ambazo hatuja baini wenye hizo mifugo kumi na nane lakini zile tatu mwenyewe ameweza uh, kuzi identify um, mwenye alikuwa na hizo mifugo, ule mwizi tumeweza kumshika, na mwenye pia alikuwa na zile zingine mifugo kumi na nane tumeweza kumpata, na wote wako in police custody uh, polisi wakiwa wameungana na community, tumeweza kushika uh, wezi kadhaa ambao kufikia saizi mwezi uh, wa tatu mwezi wa pili tumeweza kupeleka watu kama watano uh, kotini.